Jambo la kwanza tumefanya vizuri kwenye eneo la utoaji chakula kwa watoto wetu mashuleni. Jana themanini na nne tunatoa chakula kwenye shule zaidi ya mia moja na sabini na nne sawa na asilimia tisini na tano. Jipigieni makofi hapa. Tuna shule chache kumi. Natoa maelekezo mahususi kwenu kupitia mkurugenzi wetu mtendaji hiki kipindi cha mwezi wa kumi na mbili kila mmoja kwenye kata yake hususan, kwenye hizi kata, hizi shule kumi watendaji wa kata hizi za msingi, watendaji wa kata, kakaeni na wazazi, zungumzeni nao waandae na kupeleka chakula mapema, kabla ya watoto wetu hawajafunga, ili kwenye kikao kingine kijacho cha Januari tuje na ripoti hapa kwamba shule zetu zote za msingi mia moja na themanini na nne, sawa na asilimia mia moja, watoto wetu wanakula chakula mashuleni. Hilo la kwanza, lakini la pili kwenye shule zetu za sekondari sitini na moja, shule sitini na mbili tulizo nazo, sitini na moja zinatoa chakula. Tafsiri yake ni nini? Shule moja tu ambayo kwa kweli tumeshazungumza na mtendaji wa kata kwamba nenda katumie hiki kipindi cha likizo mwezi wa kumi na mbili kuzungumza na wazazi wanaoizunguka ile shule, ili wafanye maandalizi mapema ya chakula, ili chakula kiweze kupelekwa shuleni, watoto wetu wanapofungua waanze kupata chakula shuleni. Tatu, tuendelee kupambana tusikubali, kuruhusu redi na njano kwenye ile kadi yetu ya lishe. Kuna mali nilipita huko, nilikemea sana. Sasa niliona ile changamoto ni kubwa kidogo. Sasa tusikubali, tusiruhusu. Kila kata, endeleeni kutimiza wajibu wenu, endeleeni kusimamia lishe katika maeneo yenu ili haya mazingira tuliyo nayo ya sasa. Nimeona pale kulikuwa na kashida kidogo kwenye hii awamu nyingine, lakini changamoto ilikuwa ni fedha kwenye mifumo. Sasa leo mkurugenzi atatoa fedha zote za huko nyuma, ili kazi itakayobakia sasa ni ninyi kwenda kutekeleza yale ambayo tumekubaliana. La nne, tuendelee kutenga fedha kwa mujibu wa mipango yetu na bajeti yetu. Na mmefanya vizuri kwenye hili eneo. Kiasi tulichotenga sisi tulichopanga kutumia ni milioni 39, lakini tumetumia zaidi ya kile tulichokipanga. Tumetumia zaidi shilingi milioni 42. Tafsiri yake ni nini? Kwenye eneo hili tuko salama, maana kuna maeneo mengine utakuta walipanga kutumia milioni 39 lakini fedha walizotumia ni milioni thelathini hawajafikia hata lile lengo waliloiwekea.